Wahenga wanasema chelewa chelewa utakuta mwana sio wako. Kama ambavyo nilivyokuwa nikikutangazia siku zote kuhusiana na viwanja vilivyopo huku Kisesa, maeneo ya Isangijo, na hatimaye sasa wajanja wengi wamekuwa wanajipatia uh, viwanja na kama ambavyo unavyotazama picha, ni kwamba nimekuja na watu kwa ajili ya kuweza kupima viwanja na hao ambao umewaona hapo ni watu ambao wananunua viwanja na viwanja takriban sita. Leo hii tumeuza viwanja kama ishirini, hivi ndivyo ambavyo vilivyobakia. Kwa hiyo hii nafasi sasa ni ya kwako wewe, vinaisha viwanja. Viko maeneo mazuri, miundombinu ipo kama ambavyo ulivyotazama. Kuna umeme na maji yapo karibu, lakini pia maeneo ni rafiki kwa kuweza kuchimba kisima na kadhalika, na ni kwa shilingi milioni mbili na laki nane tu. Lakini kama haitoshi, ukiwa na nusu yake, yani milioni moja na laki nne unaweza kujipatia kiwanja na ukaruhusiwa kujenga. Njoo huku tuliko, wajanja wote wanakuja Kisesa. Unasubiri nini?